Karibu katika series ya kujifunza. Leo tutaangalia umuhimu wa misingi. Miezi miwili iliyopita nilijaribu kufanya utafiti kuhusiana na mada ya misingi, nikajaribu kuuliza vijana kadhaa, lakini vijana wote niliowauliza walistaajabu sana kusikia neno misingi na ikaonekana ni kama neno geni kwao. Sasa niliona haja ya kuzungumza na vijana wenzangu na watu wengine ili wajue misingi ni nini na ina msaada gani katika maisha yetu ili waone haja ya kuweka misingi katika mafanikio yao. Maana ya misingi. Misingi ni taratibu na sheria ambazo mtu hujiwekea ili kufikia revo fulani ya mafanikio au kujitofautisha na watu wengine wengineh. Na kuna aina ya misingi. Aina namba moja ya misingi ni misingi ambayo ipo by nature, Waingereza wanaita conscience, ambayo hii misingi ubezi zaidi kwenye natural reason, morality hata kuwa na hofu ya Mungu. Hili unaweza ukajithibitishia wewe mwenyewe. Kuna vitu ambavyo ukivifanya hata kama huna hofu ya Mungu, hauna imani yoyote, au huamini kuwa Mungu hayupo, lakini nafsi yako inakusuta, inakuambia kwa kweli hapo umemkosea Mungu wako, kwa kweli hapa itabidi ukiri. Sasa, hiyo ndiyo misingi ambayo ipo by nature. Aina namba mbili ya misingi ni misingi ambayo tunajitengenezea sisi wenyewe binadamu baada ya kutokuwa na uhitaji na vitu fulani au kujitofautisha na watu wengine rasha. Sasa hii misingi ndio ambayo wengi tunaikosa, tunakosa miongozo ya kutuongoza ili kufikia mafanikio yetu kiurahisi. Umuhimu wa misingi ina create self confidence. Misingi hutengeneza self confidence, inatengeneza level fulani ya kujiamini ambapo inakuwa rahisi kusema no kwa kitu ambacho haukihitaji na inakuwa rahisi kusema yes kwenye kitu ambacho unakihitaji. Kwa hiyo vyovyote vile, ili utengeneze self confidence lazima uweke misingi ambayo itakuambia kwamba iki kwako hapana, na utakataa kwa ujasiri bila kuogopa, na itakwambia iki kwako kinafaa. Kwa hiyo ni miongoni pia mwa kazi na umuhimu wa misingi ina create self confidence. Misingi confidence pia u create self discipline. Ni kweli kabisa, ukiwa na misingi inakutengenezea nizamu ya ya revo ya juu sana utakuwa unaheshimu vitu vyako. Nidhamu hiyo ni pamoja na muda na pesa. Kwa hiyo ni nafasi yako pia kutengeneza misingi ili ikuletee nidhamu ya kuzidi. Misingi pia u-create safe defense. katika hili utakuwa shuhuda hata kwenye jamii zetu, wale wote ambao wana misingi imara wamejitengenezea heshima na ulinzi, watu wote mtaani hawawaingii ovyo ovyo, wanaoheshimu kiasi kwamba misiri ya kuogopa sasa. Ni nafasi yako pia kujiwekea misingi ambayo itakufanya watu waanze kukuheshimu na wasikuingie kiurahisi zaidi. Pia misingi ucreate self determination, ndiyo na ni wazi na, na tumeshuhudia watu wengi ambao wana misingi imara wamejitambua na wamefikia mafanikio makubwa. Jaribu kuangalia matajiri wote unao wajua kina Mo Dewji, angalia misingi yao kuanzia kulala, kuamka namna wanavyofanya mambo yao, unaweza ukagundua kumbe misingi ina michango mikubwa sana katika mafanikio yetu. Kwa hiyo pia ni nafasi yako ya kuweka hiyo misingi ili kusaidie kufanikiwa kiurahisi kwenye mafanikio yako ambayo unayahitaji. Sasa sijajua wewe misingi yako likusaidia kwa namna gani, na kama una misingi, sijajua kama utaweka misingi au utaacha, tushare hapo chini kwenye comment. Thanks. We have to do wonders.